Kwani tatizo lenu ni nini? Baba kama mnavojua nyinyi wajomba, mimi ni salabu tu mama mkwe. Lakini mimi lengo la kuita hapa ni kutaka kuzungumza mabaya ya mtoto wenu. Mimi bonge kabisa lakini cheki ninafokonda, nyama zote zinaisha kwa sababu ya mangumi ya huyu. Nilivimba mimi. Ila tukama mimi najua mte shamba nikachochoa nika, nika na mabibo, nimeweka mabibo to kidogo pameingia ndani. Mimi jamani leo kanifuma na kisichana kidogodogo dogo kinaitwa kijana kizuri. Hata mwenendo mbaya. Mwasindo kalisi ubaya wenu nyinyi sijui nimemchukua taratibu kimya kimya, nikaa gesi nafanya mambo yangu. Huyu sijui kaambiwa na nani, kamili nipo gesi, akaja kafunja mlango wa gesi, kaingia, kanibonda mimi, kambonda watu wote mpaka kazimia. Kwa mwenye matatizo hapa ni nani? Huyu ndo mwenye matatizo. Kwa sababu gani? Leo tarehe ngapi wazee wao? Tarehe moja, siku ya kupatwa patwa. Angalia ni juu jua lilivyopatwa, tena nimepatwa mbele ya wa watu watu, wataja complain, nimepatwa mimi tu gesi. Huyu anaanza kutataza kanipiga, mbona jua halijapigwa?